Yes, mtazamaji wa Mpenja TV, sisi leo tumeamuka kwenye mazoezi, na hapa tupo mahali ambapo wanafanyia mazoezi Umoja Plus Umoja Fitness. Mbao hawa wanapatikana hapa Tabata Magengeni. Sasa hapa nipo na mwenyekiti yeye, ambaye ataenda kutuambia kwa ufupi umoja fitness inajihusisha na nini, lakini pia kwa wale watu ambao wote wanahitaji kuja kujiunga na kikosi ama na hii kundi ambalo wao wamejikusanya ili waweze kufanya mazoezi wenyewe, wanasema tunakata wese. Mwenyekiti, uko vizuri? Ya habari yako, kiongozi wangu? Asante kwanza, heshima. Asante marhaba. Mimi kwa majina naitwa bwana Shabani Mshe Muhammad ni mwenyekiti wa muungano wa magrupu haya mawili ya Umoja plus Umoja. Sisi tunapatikana Tabata na mazoezi tunafanyia hapa kwa Mpenja na kanisa la Kristo Farume. Hapa mimi nataka kujua kuunganisha kwenye Umoja plus, mkao umesema zaidi ya kikundi kimoja, idea ile ilikuja ah. Sisi baada ya kupata shida za viwanja, magrupu yote mawili, Umoja road fitness walikuwa wanafanyia hapo magorofani CF na hawa umoja fitness walikuwa wanafanyia viwanja vya sigati kwa bahati mbaya viwanja vilipokwa tukahamia kwenye maeneo hayo ya kanisa na tulipokutana watu kwa pamoja tukaungana ukatengeneza kikundi kimoja yes. sasa kuna watu labda ambao wanaweza kujiuliza kwamba kujiunga na umoja plus fitness kuna kiasi chochote cha pesa ambacho mtu akitaka kujiunga huwa anatoa Ah kwanza sisi kwa faida ya watazamaji na watu wengine mazoezi kwetu ni bure Saabu mazoezi ni moja ya matibabu au afya. Tunatoa mazoezi bure, ila ukitaka kujiunga kwenye kikundi kama kikundi, ndio kutakuwa na ada ambayo kwa kawaida tunasema bima. Ile inaotoa inatoa 30 inabakia kwenye kikundi, hata kama inatokea shida ndogo ndogo, inakuwa rahisi kutoa mchango kwa watu ambao apatana matatizo. Iyo elfu h tu, yes, kwa mtu mmoja yes, inamfanya yeye awe mwanachama wa Umoja Plas Moja na anakata sahihi kabisa sahihi kabisa wanachokisema mdugu mtangazaji, elfu thelathini ile inakuwa kama ni ada, ni kama bima ambayo utatoa kwa kipindi kile kwa ajili ya michango kama nilivyozungumza hawali. Hivyo ndio itakufanya we uwe mwanachama halali, na cha msingi kingine ni kuhudhuria mazoezi tu, ndio unakuwa mwanachama halali zaidi. Kuna kipindi naona kama watu wanalegalega namna ambavyo trainer anavyo train. Kuna siku yoyote ambayo mzee wangu si kupata kashikashi ukasema, ah, leo haya mazoezi haya ni magumu kweli kweli? Ah, mazoezi kama unavyosema ni mazoea, mazoezi hawagi rahisi. Mazoezi ni mazoea, na mazoezi yanahitaji moyo na uvumilivu eh, ili kufikisha yale malengo ambayo unatarajia. Ni hayo tu. Mtu yote ambaye anataka kujiunga sasa, anawapataje nyinyi Umoja? Sisi tunapatikana ukija hapa kwa Mpenja au ukija Kristo Mfalme hapo utatukuta tunapatikana kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili juma ni mapumziko. Na namba za simu au kwenye kurasa zenu za Instagram au Facebook, ambako nyinyi mna share juu ya matukio, kwa sababu kuna viongozi wangu wa habari wa watakuja hapa, wao watakuja kuelezea mimi tuko katika nini gani bwana. e, huyo ni mwenyekiti wa Umoja Plus Umoja. Sasa ngoja tumtafute trainer. Trainer, popote pale ulipo na kuomba kidogo, piga story moja mbili tatu kwanza, unaitwa nani? Tutaka watu watambue kwa jina, anaitwa Isa Rahim Hassani almaarufu asani au samaki so, mkubwa. Hongera sana nimeona kazi yako namna ambavyo unaifanya. Yaani uangalie hapa wapi hapa wapi wewe, twende kazi. Huruma hey, sio malezi, ndo kaulimbiu yetu. Huruma sio malezi, ukija fuata kile ambacho kimekuleta, hiyo ndo kauli mbiu ya Umoja Plus Umoja Fitness Tabata Magengeni. Siri kubwa ya kwenu nyinyi ni ipi? Tunaona namna ambavyo watu wanavyojishughulisha na kufanya mazoezi, naonyesha namna gani trainer, una yani umeweka partnership nzuri baina ya kwako wewe na watu ambao unawatrain, siri kubwa ni nini katika hii? Cha kwanza kabisa tuliwafanya watu wawapende mazoezi, waone kwamba mazoezi ni sehemu ya furaha, mazoezi ni sehemu ya kuimarisha afya zao, na ili mtu awe na furaha lazima awe na afya iliyokuwa nzuri, iliyokuwa imeimarika, ndo anakuwa na furaha. Kwa hiyo baada ya kuwaingizia spiriti hiyo katika nafsi zao kujua kama mazoezi ni kitu muhimu sana kwao, basi imekuwa rahisi zaidi kila tunachokifanya wao kufata. Na kingine tunachoshukuru kwamba watu wetu wa Umoja Plus Umoja Fitness Tabata ni wasikivu mno, ni wasikivu mno. Kwa hiyo wanafanya kile ambacho mwalimu anafanyaje, anaelekeza, kila mtu anajitahidi kadri alivyojaliwa kuweza kufanya kama ambavyo mwalimu anaelekeza. Jue kitu ambacho nakifanya, unalipwa kiasi chochote cha pesa? Sisi kwetu, bwana, mazoezi ni bure. Hakuna chochote ambacho tunalipana au tunalipwa sisi, mazoezi ni bure. Tunahitaji tuwe, utoke ulipo uje ushirikiane pamoja na sisi, ila ukija, tutabidi tukumezeshe ile spiriti ambayo sisi tunayo ya kupendana kama ndugu, kama ndugu. Kwa hiyo hapa mazoezi ni bure kabisa. Njoo tufanye mazoezi, tushirikiane kama ndugu wa familia moja kabisa. Lote lile ambalo nataka kushea kwa mtu ambaye anataka naye kuja kujiunga nachoweza kumwambia tu kila mtu ajue kabisa kwamba afya yake ndio mtaji wake wa kila kitu, mtaji wake katika utafutaji wake wa uchumi, kuimarisha uchumi wake. Afya ndio mtaji wake katika kila jambo. Umeona? Kwa hiyo ajitahidi aje, kwa sababu atakapokuja kufanya mazoezi, yale magonjwa yote, magonjwa yote yasiyoambukiza, ni ngumu yeye tena kufanyaje kuyapata, anakuwa kashajiepusha nayo. Umeona, kwa hiyo akija, tayari kashapata bima yake ya afya hapo, kwa namna moja au a Uluma sio malezi, ukija mazoezini fata kilicho kuleta. Bwana mimi nakushukuru sana. Asante sana. Bwana huyo ni trainer. Sasa ngoja nikazungumze na wanakikundi ambao wao ndio wahusika na ambao wanafanya mazoezi kila siku bwana mambo vipi? Ongera sana, umekata moto. Asante. Kata moto. Ah, nataka nijue mazoezi ambayo unayafanya kuna siku yoyote ambayo uliwahi kupata kashikasho yoyote juu ya mazoezi ambayo akifanya mazoezi, yani kila kitu na kabisa yote, zaidi ya ajisikia vizuri, yani uweze ukasikia chochote ticha ticha, makonde makonde hivi, maana kuna kama ah ticha mimi bado lolote. Ile ambayo nataka kumshauri yule mtu ambaye yuko nyumbani anatamani kujiunga na kikundi chochote cha mazoezi lakini bado anahofia, unaweza kumwambia kitu gani? Ah, ah mimi naweza tu nikamkaribisha karibu sana, ili na yeye pia kidogo wake mwili wake utakuwa sawa tena nataka kukimbilia wapi? Nataka nijue kitu gani ambacho wewe kilikushawishi ukaona kabisa kwamba mimi nafiti kuingia kwenye Umoja Plus Umoja? Of course kwa ajili ya afya yangu na pia kikundi kama kikundi kilikuwa kinanipatia wana umoja, wana upendo kwa hiyo na ushirikiano waliokuwa nao. Yeah. Kuna wengine huwa wanaofia namna ambavyo wanamama wanatrainiwa, lakini nimeona namna gani ulivyokuwa mkakamavyo. Hii inaleta picha gani? Um, ni mtu binafsi tu. Yes. Unamwambia nini mwanamama ambaye yuko nyumbani anawaza namna ambavyo yeye anaweza kujiunga na nyinyi ama anaogopa kufanya mazoezi? Una lolote la kumwambia? Mazoezi ni afya, hizo zingine ni akili tu za mtu binafsi. Wewe unaweza kumwambiaje kujiunga? Karibuni sana, hakuna ubaguzi <laughs> ah, wa dini wala jinsia, wote tunafanya sawa kwa saa. Mazoezi ni afya bwana. Mimi bado naendelea kupiga stori moja mbili tatu hapa. Vipi? Ah, salama <laughs> kabisa bwana. Heshima. Ah, marhaba. Jambo bwana bwana naona? Vitu vinaenda. Safi kabisa. Naam, naam. Na lolote lile ambalo nataka kusema iwe kitu ambacho mnakifanya Umoja Plus Umoja Fitness. Maana nakata wese kweli kweli. Ah, ni kweli kabisa. Kwanza kabisa Umoja Plus Umoja umetufanya tuwe kama ndugu. Mazoezi tunayofanya asilimia tisini hapa tuko hatujuani kabla ya umoja wetu, kwa sababu ya ya mazoezi haya yametufanya tujuane, tunasaidiana katika shida na raha. Ah, si mazoezi tu mazoezi na mambo mengine ya kijamii ndiyo. Kuna watu wengine labda wanaanza kusema kwamba kwa umri kama wako wanaogopa kufanya mazoezi, wanakaa tu nyumbani, wanasubiria muda wa kwenda kunywa kahawa, anaenda kunywa kahawa. Unamwambia nini mzee ambaye yuko nyumbani, anaishi tu, anategemea kwenda kunywa kahawa, afanye mazoezi lolote la kumwambia? Ndiyo, hakika, kusema kweli, kuanzia miaka 40 kwenda juu ni, ni muda mzuri sana wa kufanya mazoezi. Kwa nini? Kwa sababu ya lifestyle yetu Ma chakula tunachokula, uh, lifestyle yetu imebadilika sana miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo napenda kuwashauri, umri kuanzia 40 kwenda juu ni muda mzuri sana wa kufanya mazoezi. Usisubiri mpaka daktari akwambie ufanye mazoezi, ni sawa na kusubiri daktari akwambie ule matunda. Ah, so na na ah, kusema ukweli mazoezi trainer wetu wanatupeleka kwa, kwa awamu. Huwezi kuja tu uwanjani leo na kuanza mazoezi ya aerobics kama ilivyoivyoona, au kukimbia. Unaanzia mbali, jogging kidogo, mazoezi ya aerobics kidogo, mazoezi ya, ya kukata tumbo kidogo. Baada ya hapo unazoea, ushazoea, mazoezi yanakuwa kama ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo ninapenda kuwashauri watu wenye umbile wangu mazoezi yawe sehemu ya maisha yao. La kumalizia Yes, yes. Uh, yes, ninashukuru nina, nina sana kwa sababu umoja wetu umetufanya tuwe na afya njema uh, asante sana. Bwana hii, au ni Umoja Fitness Umoja ambao unapatikana hapa ah. <laughs> Kitengo cha habari kimeamua kujisogeze bwana kwa sababu tulikuwa tunafunga hapa. Kwanza mambo safi. Wiki jana mwenzi. Kabisa, kabisa. Watu nakata wezi? Kabisa, tuko vizuri. Wewe ndo kitengo cha habari. Sema chochote ambacho wewe unahitaji watu wafahamu. Aa, sisi kama Umoja Plus nikiwa msemaji na mkuu wa kitengo cha habari napenda kuhamasisha watu wote kuja kufanya mazoe, mazoezi kwa pamoja, kwa sababu mazoezi ni afya. Na sisi Umoja Plus, kama jina letu ni umoja, silaha yetu ni upendo, tabasamu na furaha. Kwa hiyo njoo mazoezi, ntufurahi. Njoo mazoezi, tufanye mazoezi ya aina mbalimbali utakayotaka wewe. Tunafanya mazoezi kutokana na umri. Na sisi kama watu wa habari, napenda kuwakaribisha watu wote. Tunapatikana Kiso Mfalme, Tabata Magengeni. Tunafanya mazoezi kuanzia siku ya Jumatatu saa kumi na mbili alfajiri mpaka saa moja na nusu tunamaliza mazoezi tunafanya hiyo kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi tunakuwa na jogging za barabarani. Kwa hiyo karibuni, usalama upo na trainer wako aina mbali mbali. Ukitaka mazoezi yote utayapata, ukitaka kukimbia, ukitaka aerobic, mazoezi ya viungo, everything unakipata katika umoja wetu. Wewe ndio kitengo cha habari. Sasa mawasiliano, ukitaka kuwapata nyie, kwa sababu kuna wengine hawapajui Tabata, wanataka kujiunga na nyie, mawasiliano, ama kwenye social media zenu ambazo natumia Yes, kwa mawasiliano namba za simu ni 0712 40 28 12 ukipiga hiyo namba utatupata. Social media? Social media tunao. Ukienda kwenye Instagram andika umoja underscore plus umoja utatupata. kwenye TikTok pia bado, pia tunapatikana andika umoja plus underscore umoja. Nikushukuru. Karibu.